Hizi ni klabu au ni vikundi vya wanafunzi, na wanaweza wakawa kuanzia shule za awali, shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vikuu, vyuo vya ufundi na kadhalika, ambavyo na ni vikundi vya hiari, ambapo wanafunzi wanakutana pamoja kujadiliana kwa kina na kufanya baadhi ya practice ya mambo yanayohusiana na teknolojia hii ya habari na mawasiliano tunaziita klabu za kidijiti, kwa sababu ya neno kidijiti limetokana na neno digits, sifuri na moja, ndio inazaa neno digits. Dunia imepita katika zama mbalimbali mbali. Imepita katika zama za mawe, imepita katika zama za chuma, zama za viwanda, sasa ziko kwenye zama za taarifa, yani information age na hii information hii imekuwa characterized na hii hii movement ya hizi taarifa na sifuri na moja digital, na ndio maana inaitwa digital age, na uchumi uliokuwepo sasa unaitwa digital economy.